Saa mbili usiku, mvua ilinyesha taratibu jijini Dar es Salaam. Miale hafifu ya taa za barabarani ilimulika mitaa tulivu, huku sauti za magari machache zikikatisha ukimya wa usiku. Katika chumba kimoja cha hospitali kubwa, mwanamke mmoja alilala kitandani akipigania uhai wake. Mwanamume aliyeketi pembeni yake alishika mkono wake kwa upole, macho yake yakiwa yamejaa huzuni na mapenzi. Mpenzi, usiondoke, bado tunayo ndoto nyingi, alisema kwa sauti iliyojaa uchungu. Mwanamke huyo ambaye jina lake lilikuwa Aisha, alitabasamu kwa udhaifu. E, Said, maisha ni safari na mimi nafikia mwisho wake, lakini na kuhakikishia upendo wangu hautakufa. Machozi yalimdondoka Said akimkumbuka siku ya kwanza walipokutana. Ilikuwa miaka mitano iliyopita kwenye supamaketi kubwa mjini. Aisha alikuwa akichagua matunda kwa umakini huku akizungumza na mfanyakazi wa duka. Said aliona uzuri wake wa kipekee aliguswa na tabasamu lake lake. Alijaribu kumkaribia kwa hesabu ya bidhaa alizokuwa akichagua kisha akaanza mazungumzo. Kwa bahati nzuri, Aisha alikubali na wawili hao walijikuta wakitabasamu kwa urahisi wakiendelea kuzungumza kwa muda mrefu. Ndani ya miezi michache walipendana sana. Said alimpenda Aisha kwa dhati, si kwa sababu ya uzuri wake tu, bali kwa moyo wake wa huruma na hekima yake. Aisha alikuwa mwalimu wa watoto yatima, akiwalea kama mama yao. Said aliona thamani yake na licha ya vikwazo vya maisha walifanikisha ndoa yao mwaka mmoja baadaye. Lakini furaha yao haikudumu. Mwaka wa pili wa ndoa yao, Aisha alianza kuugua. Aligunduliwa kuwa na ugonjwa mbaya wa saratani. Said alifanya kila awezalo kumsaidia, lakini madaktari walimwambia hali yake ilikuwa mbaya sana. Siku zilivyopita, afya ya Aisha ilizidi kudhoofika. Hata hivyo, aliendelea kutabasamu kwa Said akimpa matumaini. E, Said nataka uishi kwa furaha hata baada yangu, Aisha alisema siku moja wakiwa hospitalini. E, huwezi kuniomba hilo Aisha, wewe ndiye dunia yangu, Said alijibu. Aisha alishika mkono wake kwa nguvu, akimtazama kwa macho yaliyojaa mapenzi. E, naomba uahidi kuwa utasonga mbele utapenda tena, utafurahia maisha. Siwezi kuondoka nikiwa najua utaishi kwa huzuni. Said alishindwa kuzungumza, alimkumbatia mke wake akijua kuwa siku zake zilikuwa zinahesabika. Usiku mmoja hali ya Aisha ilizidi kuwa mbaya. Said alikaa kando yake bila kulala, akishika mkono wake. E, asante kwa kunipenda Said, Aisha alisema kwa sauti dhaifu. Said alimbusu mkono wake, machozi yakitiririka usoni mwake. Nakupenda Aisha, milele. Aisha alitabasamu kwa mara ya mwisho, macho yake yakififia taratibu, kisha akapumua kwa shida na hatimaye akanyamaza. Kilio cha Said kilijaza chumba hicho. Alihisi kama moyo wake umevunjika vipande vipande. Hakuwa na nguvu ya kuamini kwamba mke wake mpenzi amemwacha peke yake, lakini alikumbuka ahadi aliyompa Aisha. Ilimchukua muda, lakini polepole pole alijifunza kuishi tena. Aliendelea kufanya kazi aliyopenda Aisha hu kusaidia watoto yatima, na hatimaye baada ya miaka mingi alipata mtu aliyempa furaha mpya. Aisha alikuwa mapenzi yake ya kwanza na ya mwisho kabla ya kifo chake lakini kwa moyo wake, upendo wao haukufa, aliendelea kuishi ndani yake katika kila tendo la upendo na ukarimu alilofanya.